Habari na karibu katika YouTube channel yangu. Jina langu ni Kuda the Creator, and today's video tunaenda kuzungumzia ni jinsi gani unaweza ukatengeneza simulizi za AI na kupata pesa kupitia YouTube platform na social media platform nyingine ambazo tunazitumia. So right now, uvumbuzi wa teknolojia umerahisisha kwamba kila mtu ana uwezo wa kuwa content creator na kufaidi matunda ya content creation. Before uzinduzi wa artificial intelligence content creators walikuwa wanahitajika kuonyesha sura zao ama kuwa, ku, kuongea sauti zao, kuweza kusikika ili kuweza kutengeneza mauzui ya mtandaoni, but right now anyone can be a content creator. Na hata wewe ambaye unatazama hii video, hakikisha unaitazama mwanzo mpaka mwisho kama una ndoto za ku content creator na kuweza kutengeneza pesa, lakini hautaki kuonyesha uso wako wala kutumia sauti yako kwenye kutengeneza hizo content. So Leo nenda kufundisha ni jinsi gani unaweza kutengeneza maudhui ya mtandaoni, hasa simulizi ambazo tunaziona kwenye YouTube ambazo zinapata a lot of viewers, zinapata a lot of engagement likes, na kuna kuwa na comments nyingi katika hizo content za simulizi ambazo zina cash feelings za watu wengi katika mitandao ya kijamii especially on YouTube. We all know YouTube platform inatengeneza pesa nyingi sana, so hata wewe unaweza ukajipatia pesa zako ukatengeneza pesa kama upo serious na utaisikiliza hii video mwanzo mpaka mwisho, ya namna gani ambavyo unaweza ukatengeneza content za simulizi za Kiswahili kwenye mitandao ya kijamii especially YouTube. So, kitu cha kwanza utakachofanya ni kwenda kwenye ChatGPT. ChatGPT ni AI mama, for me i see as the, it is a AI mama kwa sababu inafanya a lot of activities. So kwenye ChatGPT tunaenda kutengeneza prompt. Prompt ni maelezo ambayo yatazisaidia AI ambazo tunaenda kuzitumia ku generate videos pamoja na ku generate audio. So hiyo prompt ni maelezo ambayo tutayatengeneza kupitia ChatGPT. So tutamwambia ChatGPT aina ya story ambayo tunataka kutengeneza. Let's say, aina ya story labda ni ya kutisha ama stori ya, ya mapenzi au stori ya kusisimua, any kind of story ambayo wewe so, GTP, kama tunataka iwe na dakika au iwe na yote GTP, then GTP, prompt ili uweze kuitumia kwenda Kugenerate hizo videos pamoja na audios katika website ya AI Studio Speech. So tutaenda kwenye Google baada ya kugenerate prompt yetu ya story yetu pamoja na kupata zile mjongeo wa story nzima, Tutachukua, tutakopya yale maelezo kutoka ChatGPT, tutaenda kuya paste katika AI Studio Speech. Hii ni website ambayo itakusaidia kugenerate kwanza audio, audio ambayo ni ile sauti ambayo itakuwa inasimulia hiyo hadithi, then tutaweza kugenerate pia na picha ambazo zitakuwa zina display katika yale maelezo ama katika ile hadithi ambayo tutakuwa tuna tunasimulia ambayo tutakuwa tumejenereti ambao tunahitaji iweze kusimuliwa okay. So cha kwanza tutachukua maelezo then tutakwenda kupesti katika AI Studio Speech then AI Studio Speech itakwenda kugenerate maelezo ama stori ya, ya hili ambayo tumejenereti katika ChatGPT. Nikimaanisha kwamba kutakuwa na mtu ambaye anaiadisia kwa mfumo wa maneno, so tutachagua kuwe na let's say single, tutachagua mtu single ambaye atakuwa single speaker audio ambaye atakuwa anaelezea, ama pia unaweza kuchagua watu wawili, labda wa kike na wa kiume, wao wanapokezana just like you, watangazaji ambao watakuwa wanaisimulia ile hadithi, na utejelezea unataka wahadithie kwa mfumo gani, labda kwa mfumo wa kutisha, wa taratibu ama kwa mfumo wa haraka. Wewe mwenyewe utawapa maelezo, utawacommand hawa AI studio speech AI waweze kukusaidia kutengeneza kitu ambacho wewe unataka kutengeneza katika mfumo ambao wewe umeupanga kichwani mwako na ideas ambazo unataka itokee video yako iwe ya namna gani. After that, then tutaenda kugenerate picha. Kwenye picha unaweza ukatumia the same AI Studio pitch, ambapo kuna options za kugenerate picha, lakini pia unaweza ukatumia software ya niweza kuenda kutumia software ya Leonardo.ai ai about, pia itakupa options za kuweza kugenerate picture. The same prompt za picha tutazigenerate kupitia the same story ambayo tuligenerate, so utamwambia Chat GPT, naomba unitengenezee picha kulingana na story yangu mwanzo mpaka mwisho then Chat GPT yeye atatengeneza picha prompt ambazo zitakusaidia kwenda kugenerate picha katika software ya Leonardo.ai ama katika the same software ya AI studio speech. For more information, na ama unataka kujifunza zaidi kuhusiana na jinsi gani unaweza kutengeneza content na ukawa content creator bila kuonyesha uso wako ama kuongea katika cameras ama katika mics, just Send a message apo au ama comment hapo below, sema nipo nahitaji kujifunza, then mimi nitakupa muongozo zaidi wa namna gani ambavyo unaweza ukawa content creator kwa kutumia tools za ai. My name is Gugula the creator. miss you so much since kwa sipo online for a long time, but now I'm going to be back. Hakikisha unasubscribe, una like, comment pamoja na kushare this video. Peace out.